Ala ni mwema wakati wote. Tunasoma leo etuka mbele yetu, tuweze kujifunza kidogo kuhusu dawa. Natumaini kama wanasema, kama mchungaji, kwamba, kwa na kama kama alivyokuwa anasema mchungaji kwamba kwenye swala la afya kuna sehemu ya Mungu, kuna sehemu ambayo wanadamu Mungu ameweza wa kuongoza wanadamu wana kutengeneza dawa kwa katika hizo dawa sasa tutajifunza kidogo kwa sababu ni kitu kipya hatukumbana nacho. Kwa lazima tumeelekeza kidogo kwa tutasema hapo kidogo. Je, kwanza tujiulize dawa ni nini? Hapa ni tumeandika kwamba dawa ni kile ambacho kikiingia au kikigusana na mwili kinapelekea kupona kuleta afadhali au kusaidia katika kutibu. Sawa? Kwa nini tujiulize? Kwa nini tumesema kugusa? Kuna dawa nyingine tunapaka nje, si ndio? Kwa mfano mtu akipata fangasi anapaka nje, lakini kuna dawa unameza ndani. Kwa hiyo tutasema kwa mfano huko mbele, lakini kwa ujumla tutagawa dawa katika makundi mawili, kuna dawa za kienyeji na dawa za asili. Dawa za kienyeji tunazijua. Au mtu ajaisikia, mtu mtoto ajaisikia dawa za kienyeji. Aya, kwa mfano mtu akiwa anaharisha tunatumiaga majani ya mpera. Sawa? Tofauti na hapo kuna vitu kama tangawizi, tunajiona kifua tunatumia stage. Eh, na vingine vingi hizo dawa za kienyeji. Lakini dawa za hospitalini ni kama panado. Najua wengi mnazikiwa hizo, sio? Peni vitu tunatumia na nyingine nyingi. Aya, kuna aina tofauti za dawa. Hizi aina za dawa tunaweza tukasema ni jinsi dawa inavyoweza kuletwa kwetu. Kuna njia nyingi nyingi, sawa? Eh, kuna dawa za kidonge, kwa kama hizo hapo tumeka picha ambazo, hizi hapo kwenye mabango, kwa tumesema kwamba kwa huingizwa mwilini kupitia mdomo. Lakini kuna dawa za maji, nadhani watoto wengi tushawahi kutumia hizi, sio? Kuna dawa za sindano, ambazo mtu anachoma kwenye mishipa ya damu, hapo ni mzuri. Baada ya hapo kuna haya makundi ya dawa. Una una wana, wana, ya kuna kitu naona wamekigusia kwamba kuna watu wa kuoa wanasema kwamba wana matatizo yao, kwamba mtu ana shida yake ya mgongo. Mimi kitu changu kwa na kuongeza edex hiyo ya nisaidia. Nikiweza na dawa fulani hawezi nisaidia. Kila mtu anatumia pesa yake. Lakini hapa, ya kwa ujumla dawa zina makundi mawili. Kuna dawa ambazo zinatolewa kwa bila cheti cha daktari. Hii maana yake ni kwa mfano mimi leo nikiumwa kichwa, unaweza kaenda tu hapo kwenye pharmacy, kwa mbele kwa mimi, naumwa kichwa napewa dawa fulani. Yaani hapa nahitaji dawa fulani. Wewe unaweza kuulizwa maswali machache na kupatiwa dawa. Lakini dawa kundi la pili, dawa zinazohitaji cheche daktari. Yaani wewe huwezi kuwa una pressure ukaenda tu pharmacy ukapewa dawa. Sawa jamani? Yaani hayo magonjwa yanahitaji uangalizi wa wa zaidi; huwezi kupewa dawa tu kiholela holela. Kwa sababu ukifika pharmacy Kimweleza mtu shida yake alafu akamsikiliza akamwambia, nakupa hii dawa lakini nakushauri kesho nenda hospitali. Eh, maana e, yake kwamba atakupa kwa ajili ya kutuliza, lakini unahitaji ukamwone daktari au mtaalamu mwingine ambaye anaweza kukusaidia. Ndio hapa nikaeka mfano kwamba dawa ambazo hazihitaji cheti cha daktari, mfano ni dawa za maumivu, dawa za kikohozi, dawa za mafua. Eh, dawa za kadhaa katika mfumo wa chakula, kwa mfano dawa ya kuwalisha, dawa ya kutapika, sio? Unaweza kupewa watu pamoja. Lakini tofauti na hapo kwenye hizo dawa za upande mwingine kama dawa za sukari, pressure, matatizo ya moyo, eh, hofu au nasema msongo na hofu ipitayo kiasi. Sasa haya matatizo yanaweza kuwa kawaida kwetu, mtu anapata shida ya kuwa na msongo na yeye anapelekea anaweza kataka kidonga akafanya chochote. Dawa hizo unaweza kupewa watu huwezi kutoa tu pharmacy. Sehemu nyingine tunajifunza mtu akimeza dawa nini kinafuata katika mwili. Sawa eh? Eh, kwa mfano mimi sasa hivi au mtoto yoyote akameza dawa kinachofuata ni nini? Tunategemea nini? Cha kwanza ni matokeo, tokeo la kwanza ni kupona. Ya pili ni kupata afadhali. Ya tatu ni kupata maudhi ya dawa. Sawa eh? Au naenda haraka sana. Ah, Kwa hiyo kupona kwa kwa mfano mtu akiwa labda na shida ya ya bakteria amepata nimoni, akapewa antibiotic, akamaliza dozi yake vizuri, amepona ana mm -hmm. Lakini kupata afadhali, kwa mfano kichwa kinakuuma ukipewa dawa, kwa mara nyingi dawa za maumivu hazitibu ugonjwa, ila zinakupa afadhali, kwa sababu shida halisi na tuseme, dawa za maumivu zinachofanya ni kwamba sina sina sima taarifa isifikie kwamba ugonjwa huo. Kwa tumeelewa? Yaani kwa, yani kwa mfano wewe una pressure, kichwa kinaanza kukuuma au unasikia kizunguzungu. Unapewa dawa ya kizunguzungu au kicha kichwa kuuma. Kitazima tu kile kichwa, kichwa kuuma. Hivi taarifa isifikie wewe kichwani maisha yaweze kuendelea. Lakini pressure bado shida yuko nayo. Tumeelewa na? Sasa hiyo ndio tunasema nini? Ni afadhali. Sawa eh? Sehemu ya tatu, kwa hiyo kupata maudhi ya dawa. Sasa maudhi ya dawa ni nini?

dawa ambayo watu kuyalenda. Sawa, ni kwa mfano kichwa mtu kinamuuma, au mtu kula kaa na, na alisha. Tukampa fragi, sika mtu nijua fragi. Alafu, waki, akimeza ile dawa, baada ya muda fragi anaanza kujisikia kichefuchefu. Sawa, sasa unaona shi, kumye tunda dawa, halafu na sikia kichefuchefu haya ni kuneita nini, ni maudhi. Kwa katika hiko kipindi, ukiwa unatumia hiyo dawa, maudhi pia pata ni kitu cha kawaida Sawa, kuna maudhi ya aina kwanza la kwanza tunalojitegemea yaani, hivi takiiafurajichch kwa sababu dawa ikiingia mwilini mwili, mwili unatambua hiki kitu sicho cha kimwili, unatafuta njia ya kukitoa nje sawa. Sasa njia za kutoa nje kuna njia haja kubwa, kuna ya mkojo, kuna jasho, lakini kuna mate pia sawa. Sasa katika hiyo njia ya mate ndio mdomoni nini kijerijeo lakini katika mkwele kwa kuna dawa nyingine ukienda chooni unaisikia kuchooni. Sasa hiyo ni njia mwili unaondoa, kwamba hii bwana sio sehemu ya mwili wetu, sawa. Kuna kuna maudhi yanatokea, lakini kuna maudhi atuyategemei. Maana yake kuna watu wana allergy na dawa fulani, kama mtu ashisikia kuna allergy ya sapu ashisikia eh. Sasa hivi kwamba hayo ni maudhi yanatokea kwa mtu ambaye atimtegemei, yaani hasa kwa mtu ambaye kuna huyu mtoto mdogo maudhi ya dawa ni matokeo ambayo hutokea baada ya matumizi ya dawa ambayo hatukuyategemea. Maudhi hayo tumesema ni ya kutegemewa au yasiyo ya kutegemewa. Baada ya kunywa dawa unasikia kichefuchefu, unasikia kizunguzungu, kichwa kuuma na miguu kuvimba utegemezi baada ya kutumia dawa mazo neta leo nakadhari nyingine aina ya dawa. Kwa mfano, dawa za maumivu anishesikia mofi mwingine tramadol watu tramadol kupata maumivu makali kwa wagonjwa, kwa mfano wagonjwa wa kansa na wagonjwa ambao wameumia sana dawa zinatumika kwa ajili ya hayo maumivu. Na kwa nini a kwa ajili ya mgonjwa wao, kwa kweli zinasaidia, ila kwa bahati mbaya hizo hey, okay, dawa zitumia muda mrefu zinakufanya uwe mtegemezi wa hizo dawa, kwamba ukirudi nyumbani kuna ile hali mtu anakuwa amejisikia kama alivyo mlevi anayetumia kokaini, hizo na vitu vingine. Sawa? Kwa sababu hizo dawa zina tabia ya kuleta utegemezi sawa?